Usipokuwa na malengo ukienda, ukaenda, utashangaa yes, siku zimeisha. Hey, utashangaa siku zimeisha umri umekwenda, <laughs> na we hakuna ulichokifanya. <laughs> Utaanza kulaumu watu, oh, wamefanya hivi, hawajanisomesha, si hivi na mm, hivi kumbe ni malengo. Kazi malengo, hamna chochote Yes, au kitu kituiz kidogo. Unajua kuna ile kwamba hasa wafanya kazi mtu mm -hmm. Anafanya kazi anasema, nimempa mama nitunzie hela. hatukatai <laughs> kumpa mama kutunzie fedha ni sawa, ni mzazi mm -hmm. Lakini yule naye pia ni binadamu mm -hmm. Umempa hela na mahitaji yake kaitumia, utamfanya nini mamako? huna cha kumfanya. Yes, umeona. Kwa hiyo Q-Zat tumeliona hilo, sisi wenyewe ni ni staff wa Q-Zat, lakini bado tuna tuna malengo pia, tumejiwekea pale. Kwa nini? Kwa sababu pale ni sehemu sahihi ya wewe kufikisha lengo lako pasipokuwa na stress. Yes, kwanza upangie kiwango cha kuwa unalipa na hauwekewi limit kwamba labda kila siku ulipe. Hapana, hakuna. Yes, hakuna. Kwa hiyo utakuwa unafanya kazi zako Siku ambayo utaona leo una nafasi nzuri ya kulipa basi, unalipa. mm -hmm. Siku ambayo utaona umekosa, basi unafanyaje? Hautolipi. mm -hmm. Na hii itawafaa sana hata kina mama huko majumbani kuliko kwenda kuingia kwenye mikopo ambayo, mm -hmm. ambayo ina riba kubwa, mikopo ambayo ina baadaye inakuwa na madhara yes. mm -hmm. E, mama unajiingiza kwenye mkopo, unakopa TV, unakuja. mm -hmm. yeah. yeah. Ukija changa, vitu vya ndani vyote vinaondoka, anakuja mumeo kutoka kazini, haya unamjibu mm -hmm. nini? <laughs> Inakuwa changamoto. Kwa hiyo fuse tumeliona hilo mm -hmm na tumetengeneza mfumo mzuri ambao una uwezo wa kulipia bidhaa yako kidogo kidogo pasipo liba yoyote. Yaani hakuna liba, anayenunua keshi na anayelipia kidogo kidogo, bei ni moja na bidhaa anapata na bidhaa anapata na bidhaa ni mpya, inakuwa na warranty mm -hmm. na ni ya uhakika Jamani, mm -hmm. wasikilizaji, uye...